Haikutoa kutoa wito kwenu wananchi wa Kilolo, kupitia wawakilishi ambao nimekutana nimekutana na nini, kutumia hii fursa vizuri. Kwanza kuja hapa, tembelea kuja kuja stone watu kutoka hapa unatoka na maarifa maarifa unayotoka nayo uende, ukayafanyie kazi ukayafanyie kazi, kusudi kesho na kesho kutwa kipato chako anyeji kikuwe. MKUKUTA utajengwa, baada ya kujenga mkukubi, kulikuwa kuna kitu taifa lil nasema MKUKUTA, mpango maalumu wa kupunguza umasikini na kukuza uchumi wa taifa, sindio? Huo ndio MKUKUTA. Sasa mkukui mpango maalumu wa kupunguza umasikini na kukuza uchumi binafsi. Leo way tutumie fursa hii ya ndugu zetu wa Farm for the Future eza kitu vizuri mtaambia vifaa pengine wezekawa guu kununua, akini kuna taratibu nimeambiwa, kuna hamuii ina mpango wa kujenga hiyo barabara kwa kiwango cha lani kilomita ishirini na nne liona nilikuwa natokatoka hapa, nilikuwa na wasiliana na meneja wa taaruna kuwa itajengwa lini ni kwamba tayari we are through with designing the the design the road what we are waiting is the fund funds of the financial year of 2025 so of 26 so once funds start e ato nyingine ameeleza ari wa Waka ya visima kuwa alipokuwa Norway alibahatika kukutana na mheshimiwa rais wakaongea akamwambia, rais akamwambia kwenye mpango huu wa kuleta mitambo kwa ajili ya kuchimba visima, kwa hivyo takapofikiwa sasa, limaongea na mhandisi wa tume ya umwagiliaji sela mtambo hiyo tayari wameshaanza kuchimba visima wa Mbingeto, Ikuvala na Ilole. Mpango ule ni wa kuchimba visima vitano kila halmashauri, visima vitano kila halmashauri tunanakili kila kitu ambacho kinasema, na tahakikisha kwamba tunazingatia na kufuatilia yote. Nimeanzisha mradi mgumu na muhimu kwa Kilolo na Tanzania kwa ujumla.

Nataka nitimishe kwa hadithi fupi nzuri mno. Miaka mitano iliyopita, nilikuwa usi chini ya mti pamoja na Yara tukizungumzia masuala ya kuwawezesha wakulima wadogo wadogo.

Kwa, kwa majina naitwa Constancia Andrea Kisegendo. Mimi ni mkulima kutoka kitongoji cha Masukazi. Kutokana na vifaa au zana za kilimo ambazo tumeziona, faida ambayo mimi nimeiona kwamba tukitumia hivyo vifaa mashamba yetu yatakuwa bora, kwamba mawe yataondoka halafu tutaongeza tija ya uzalishaji. Lakini changamoto kwa mimi mkulima au kwa wakulima wenzangu ambao tuna hatuna hizo vifaa kwamba kama inawezekanika tungekopeshwa kama kikundi, ili tuboreshe mashamba yetu, tuongeze uzalishaji na tutaweza kurejeshwa kwa uhakika, kwa sababu ni kikundi ambacho tunajishughulisha na shughuli za kilimo, lakini mashamba yetu asilimia kubwa yana mawe. Asante. Kwa majina naitwa Petro Pascal Mwinuka, mwenyekiti wa chama cha ushirika kinachoitwa Okoa AMCOS chenye makao yake makuu Image namba nane kinajishughulisha na kazi ya kilimo biashara na usambazaji wa pembejeo za kilimo. Tunafanya kazi na wakulima kwenye AMCOS, tupo idadi ya wanachama mia moja, lakini na wasio kuwa washabiki aa, naweza tukasema ni mashabiki tu, wale wakulima jumla, au wapo mia moja, na jumla tunakuwa na watu idadi ya mia mbili na hamsini na kazi kubwa ambayo tumeifanya mpaka sasa, tunasambaza pembejeo, tunatoa elimu, lakini vilevile vile tunazalisha mbegu za maharage rishe sasa hivi, na kazi zinaendelea. Lakini kwa siku ya leo tumekuja hapa kwenye kampuni ya Farm for the Future kwa ajili ya uzinduzi wa duka letu ambalo ni la mbolea na vifaa pembejeo za kilimo ambazo leo kama mmeona, ndugu zangu waandishi wa habari, shughuli hii imefanyika leo ni kwa ajili ya kuona shughuli zote zinafanyika katikati ya watu wa ikanda ya Ilula, Image, Itono na Ikuka. Sasa wajibu wetu kama sisi viongozi ni kuona tunakwenda kutoa mazisho kwa wakulima kuona kwamba kituo hiki kimefunguliwa. Faida namba moja ni kupata elimu. Faida namba mbili ni kuona kwamba faida tuliyopata ya elimu tunaifanyia kazi namna gani, lakini faida namba tatu tunaona je, wazetu ambao hawajabahatika, je, wananufaika namna gani na kituo hiki? Naitwa Norbert Longo, mwenyekiti wa Vitono Amcos. Uh, Farm for the Future tumekuwa tukifanya nao kazi kwa muda mrefu sana na imekuwa ina tija kubwa kwa wanachama wa Amcos Vitono. Uh, uzinduzi uliofanyika leo kwetu na tija kubwa kwa sababu kwanza, mbolea upatikanaji umekuwa ni wa shida sana kwa kanda yetu ya Ilula kwa kitendo tu cha kufungua hii ili godown kwa ajili ya pembejeo za kilimo kwetu wakulima, itakuwa ni rahisi, na wametuahidi kwamba watasogeza zaidi barabarani duka ili tuweze kupata mbolea kwa wakati. Lakini jambo la pili, teknolojia iliyopo sasa wametuahidi kwamba watanunua matekt kubwa ambalo litakuwa likilima kila amkosi. Hiyo itakuwa inatija sana kwa wakulima kwa, mba, kwa sababu sehemu kubwa wanatumia pembejeo kwa kutumia mikono, lakini taa na mashine ambayo itakuwa ikipanda yenyewe ilikuwa ikipanda kila kitu na kuvuna. Kwa hiyo itakuwa italeta chachu ya kuongezeka kwa thamani ya kilimo kwa, kwa mkulima mojamoja moja. Sisi kama wakulima a wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, vitono tunaishukuru sana from the, from for the future, kwa ajili ya kazi hii walioifanya na sisi tunasema kwamba vituko pamoja nao, na tunaamini kwamba uchumi wetu sisi utakuwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo tunawatakia kila la heri na mafanikio mema kwa ajili ya kazi nzuri.